Naba ewaai okay. Asante sana, naomba nitoe maelekezo, nitoe maelezo mafupi juu ya umuhimu wa heleni kama ambavyo umeelekeza. Jamani, nianze kwa kuambia heleni ina umuhimu mkubwa sana. Tajaribu, tajitahidi <coughs> nizungumze kwa mifano ili tuweze kuelewana kiurahisi, sawa eh? Tunafahamu tunafuga mbuzi. Masoko ya mbuzi yako ya namna mbili, yako ya ndani, sisi wenyewe tunachinja, tunauziana hapa, lakini yako masoko ya mifugo yetu ya nje ya nchi. Sasa bei za haya mazao au nyama za za mbuzi au ng'ombe au hata bei ya mbuzi na ng'ombe tunazouziana humu ndani sisi kwa sisi ni tofauti kabisa na bei ya mbuzi na ng'ombe zinazouzwa nje ya nchi na hapa. Mfano, ndugu zangu wa pale Dodoma, kwa sasa ukienda bei ya mbuzi imechangamka kuanzia Januari mpaka Disemba, tofauti na ilivyokuwa zamani. Tulikuwa tuna msimu, bei ya mbuzi iko chini, wakati mwingine bei ya mbuzi iko juu. Kwa nini bei imechangamka msimu mzima? kwa sababu unacho kiwanda pale nayo machinjio pale ambayo sasa hivi inachinja zile mbuzi Shani na kwenda kuuza nchi za nchi. Kwa wale wanaonunua zile mbuzi na kuchinja na kwenda kuuza nje ya nchi bei yake ni kubwa kulingana na ile tunayouziana sisi wenyewe tukala mishikaki, okay. Sasa wale wanaonunua hizo mbuzi kule nje ya nchi, ili wainunue hiyo mbuzi wanahitaji ushahidi wa moja huyo mbuzi ametibiwa, huyo mbuzi amechanjwa. Tuko pamoja mpaka hapo? ili wapate ushahidi, heleni ndio inakuja. Tukimpa heleni yule mbuzi, kila mtaalamu wa mifugo anapokuja kumchanja anaandika kwenye mfumo wetu, leo tarehe moja mwezi wa kwanza, mbuzi huyu mwenye namba kumi ishirini amechanjwa, mbuzi huyu amepewa dawa ya minyoo, mbuzi huyu ametibiwa. Siku anapokuja huyo mnunuzi kutoka Katari kutoka Ulaya akifika pale anasema, nataka kununua mbuzi, lakini mbuzi naotaka kuwanunua lazima nione ushahidi kwamba wamechanjwa au wametibiwa au wanatunzwa, wana, wana, wana kwa namna gani. Tunamfungulia kompyuta, tunaambia unamwona yule mbuzi pale, ana namba ngapi? 10 20. Tunafungua kompyuta 10 20, naonesha tarehe moja alipewa chanjo X, tarehe saba akapewa chanjo Y, tarehe tisa akapewa chanjo Z. Yule bwana ni mzungu ni mwarabu, anatikisa kichwa, anasema yule weka pembeni na chukua huyo. Yule wa kwako ambaye wewe ni kweli umechanja, ni kweli huwa unatoa dawa za minyoo, lakini haujatambua, utashindwa kumshawishi, kwa sababu hakuna rekodi za kuonyesha huyo mnyama alitibiwa, alichanjwa au amehudumiwa vizuri taenda nao, mnadhani jirani yako atauza laki moja, wewe utauza elfu ishirini wa yule muuza bucha apale kijijini. Kwa misingi hiyo, jamani, natoa hamasa, tutoe mifugo yetu iende ikawekewe hereni na tena, ili kuona hilo, Mheshimiwa Rais amefanya hereni kuwa bure kabisa, utoi hata mia, iwe ni kwa mbuzi, iwe ni kwa kondoo tofauti iwe, na, iwe ni kwa ng'ombe tofauti na ilivyokuwa mwaka wa nyuma kwa kuona umuhimu kwa kwamba hili likifanikiwa wafugaji wetu kipato chao kitaongezeka, kwa sababu watapata bei nzuri. Mheshimiwa Rais akasema heleni sasa bure, kwa hiyo wafugaji niwaombe sana, ini kijana wenu wengi eh, wenu mnanizaa, wanawaomba pia kama kijana wenu, jamani, wazee wangu, pelekeni mbuzi, ng'ombe, kondoo.